Kondo, ambaye amewahi kuhukumiwa kifungo cha miaka 45 kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha na kuachiwa kwa rufaa baada 15 ya kutumikia miaka 15, anatajwa kuwa sehemu ya changamoto kubwa ya wizi wa miundombinu ya maji unaoikumba mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Moshi, Mwasa. Kondo amehukumiwa kifungo cha mwaka mmoja jela baada ya kupatikana na hatia ya wizi wa mita tisa za maji mali ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Moshi, Mwasa. Shauri hilo namba 115 la mwaka 2025 imesikilizwa mbele ya hakimu wa Mwanzo AA Mkao, ambapo upande wa mashtaka ukiongozwa na maafisa wa sheria wa MUWSA Zakia Mroy na Delphine Nelson uliwasilisha mashahidi wanne kuthibitisha shtaka la wizi wa mita tisa za maji. Katika utetezi wake, Kondo ameieleza mahakama kuwa matatizo ya kiafya aliyopata baada ya kupigwa bomu mwaka 1996 wakati wa ukamataji wake kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha umechangia hali yake ya sasa. Baada ya kutoka kwa rufaa mwaka 2007, Kondo alisalimisha silaha tatu zinazota kutumika katika matukio ya unyangani. Hata hivyo muda mfupi baadaye alitenda kosa la kwa hujumu mbinu ya maji. Tulifanikiwa kumkamata mwizi mmoja wa mita eneo la Chekereni Mabogini anayeitwa Shafii Kondo aliyeiba mita tisa, na kesi yake ma, ilia, ilifunguiwa makama, ilifunguiwa ma, ilia, ilikuwa mahakama ya Mwanzo, na kesi yake imeenda zaidi ya wiki mbili, na leo tumefika hapa kwa ajili ya hukumu na mtuhumiwa amethibitika kwamba alifanya wizi huo wa mita na amehukumiwa kifungo cha mwaka mmoja jela. Kwa mujibu wa muasa tangu Oktoba mwaka 2024, zaidi ya mita 211, zenye thamani ya shilingi milioni 22.5, zimeibiwa hali inayosababisha upotevu mkubwa wa maji na usumbufu kwa wananchi. E, kumekuwa na changamoto kubwa e, ya tatizo la wizi wa mita katika mamlaka yetu ya maji Moshi kuanzia mwaka jana e, mwezi wa kumi kutokea wimbi la watu ambao sio waaminifu, wana wanaiba mita lakini wanazipeleka ambako sisi hatujui na kwa kipindi chote hicho mpaka kufikia sasa ni jumla ya mita e, mia mbili na kumi na moja e, zimeibiwa zenye thamani ya, ya ya milioni ishirini na mbili na nusu. Taarifa zinaonyesha kuwa soko la chuma cha kavu limekuwa kichocheo kikubwa cha uwizi wa miundombinu ya umma ikiwemo nyaya za umeme, mabomba na sasa mita za maji. Na na hizi mita e, wanachokifanya tunajaribu kuhisia tu kwamba zikana zinaenda kwenye chuma cha kavu, kwa sababu ukiangalia necha ya mita, jinsi zinavyoibiwa unagundua kabisa kwamba kwanza wanaanza wanaiba ile mifuniko ya kwenye zile mita, baada ya hapo inakuza zinaibiwa mita sasa mwisho wa siku tunaanza kuhisia kwamba zinaenda kwenye chuma cha kavu na na tunaamini kwamba mwisho wa siku tutafahamu ukweli wenyewe kwamba hizi mita zinaenda wapi, lakini kwa ujumla wake, wa kweli ni changamoto ni kubwa kwa wananchi wa Moshi. Wizi wa mita za maji unaendelea kuwa kikwazo kikubwa katika upatikanaji wa huduma za maji safi. Wito wangu e, ili ili jambo waliache waliache, kwa sababu sisi tuko site na nawahakikishia na, tu kwamba wote wanaojihusisha aidha, anayeiba na hata anayenunua, tutawatia mbaloni kwa sababu sasa sisi tuko serious. Jambo hili linaturudisha nyuma sana, sisi kama taasisi. Kwa hiyo wito wangu kwao ni kwamba hii kazi waache, hii kazi watafute kazi nyingine, hii kazi sio kazi. Swali ilobaki ni je, hatua zilizopo zinatosha kudhibiti wimbi hili la uhalifu? Mimi ni Dickson Busagaga na hii ni Clouds TV.